Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu. Ndugu zangu katika imani mimi kwa jina ni Sheikh Hamisi Musa Itupa, Sheikh wa kata ya Mramo. Mimi naitwa Padre Gabriel Choda, paroko wa parokia ya Ilongero ilayaya Singida Vijijini. Mimi naitwa Mchungaji Yona Moses Makera wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kati usharika wa Ilongero. Kwa majina naitwa Abdalla Musa Natokea msikiti wa Kadiria Ilongero mikuuini. Ndugu zangu, tunachohamasishana na kukumbushana mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Jambo la kupiga kura kwa mwislamu ni jambo ambalo ni halali. Wanaesema kwamba jambo hili halifai, sio kweli. Niwaombe niwahamasishe na na ni, ni kwamba siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi ni siku ya kupiga kura kwa kila muislamu aliyetimiza umri wa miaka na kuanzia 18 ya kuendelea, tujitokeze kwa ajili ya kwenda kupiga kura, tuwachague viongozi watakee tuongoza kwa kipindi cha miaka mitano. Uchaguzi ni tendo la watu wote ni watu wote lazima wawajibike, iongozwe na dhamiri huru. Unaita hiyo dhamiri huru za mtu mmoja mmoja, ndio maana unaona katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18, ibara ya 19 na ile ya ibara ya 20 zinatuongoza vizuri sana. Haki yake katiba ya kila mmoja kushiriki katika uchaguzi, atumie haki yake uchaguzi tumia haki yako kwenda kupiga kura, mchague kiongozi mbaye atakuongoza katika kuongoza atakuongoza katika maadili mema, lakini pia atakuongoza ili uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu na mapenzi ambayo mwanadamu amepangwa kuyatekeleza. Watu wajitokeze siku hiyo ya tarehe 29 wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kwenda kupiga kura kwenye vituo vilivyoandaliwa. Tutatangaza kwenye makanisa yetu, tutatangaza kwenye jumuiya zetu, na tutaendelea kuzungumza na watu mbalimbali mbali, ili wajitokeze siku hiyo kwa ajili ya kwenda kwenye uchaguzi, namna ya matangazo yalivyokuja. Tarehe ya 29 ni wajibu wetu sisi kama wananchi kwenda kupiga kura bila kubaguana. Sisi viongozi wa dini ni viongozi ambao tunaitangaza amani, tunaihubiri amani katika nchi yetu, lakini pia katika makanisa yetu na hasa kwa watu tunaowaongoza. Nchi hii ni nchi yetu. Tanzania ni nchi ya amani. Kwa hiyo wenye kuilinda amani ya nchi hii ni sisi wa Tanzania na sisi wa Islamu. Tujaribu kuona hali tuliyonayo, amani yetu na utulivu wetu, tukiujenga utulivu wetu vizuri, tukikumbuka chimbuko la nchi yetu, ile amani na utulivu itatuongoza vizuri na tutakafanya yote vizuri sana. Na tujaribu kuwashawishi hasa vijana wetu wajiepushe na makundi ambayo hayafai, wajaribu kusimama katika misingi ya amani. Eh, amani ya nchi hii kitoweka hapa hakuna nafasi ya kuingia msikitini wala kufanya ibada ya namna yoyote. Kwa hiyo tulinde amani ndugu zangu, na tukajitokeze tukapiga kura insha Allah. Mimi kama Tanzania na raia wa Tanzania lazima nitumie e, haki yangu ya kikatiba ya kuweza kuwajibika tarehe 29 kwenda kupiga kura kama ninavyoongozwa na katiba yangu na dhamiri yangu inavyonituma kuwajibika. Mimi nimejiandikisha nijiandikisha mapema, nimejiandikisha mimi pamoja na mke wangu, na siku ya tarehe 29 tutawahi mapema kituoni kwa ajili ya kwenda kupiga kura.